Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali katika serikali yake. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Ikulu Mawasiliano, wamesema kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali, kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi baruzi Daktari Moses Kusiluka, viongozi waliotolewa na kutenguliwa ni kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi Mbunge mambo ya ndani ya ndani nchi. Na kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Katambi alikuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Anachukua nafasi ya Mheshimiwa Boniface George Simbachawene ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Kabudi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, kuru kazi maalum. Kabla ya uteuzi huu Mheshimiwa Profesa Kabudi alikuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Paul Christian Makonda Mbunge ametuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Makonda alikuwa naibu waziri katika wizara hiyo. Mheshimiwa Dennis Lazalo Londo Mbunge ametuliwa kuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Londo alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud ametuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Dk Richard Stalau Muyungi ametuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. D Muyungi anachukua nafasi ya mwhandisi Siplan Joni Luhemeja ambaye ametuliwa kuwa barozi. Mhandisi Sidi ametuliwa kuwa barozi. Bwana Wazili Laja Busalumu ametuliwa kuwa barozi. Meja Jenerali Mbaraki Nazidi Mkeremi ametuliwa kuwa barozi. Mwandisi Ali Samaji ametuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa taasisi jiolojia na utafiti wa madini Tanzania JST, muhandisi Samaji anayechukua nafasi ya Dr. Musa Daniel Budeba. Na uteuzi wa Profesa Eliakim Kondo Zahabu, mwenyekiti wa bodi ya kituo cha taifa cha ufuatiliaji wa kaboni, umetenguliwa. Aidha, uwapishi wa viongozi wateule utafanyika tarehe 13 Januari 2026 Ikulu Chamwino, Dodoma, kuanzia saa 8 kamili mchana.